na kusahihisha ufahamu wa makosa wa aya iliyoko katika Suratu Nisaa aya ya hamsini na tisa na tutasikiza klipu ya ndugu yetu Dr Sule ili kuthibitisha kwamba ufahamu huo ndo ufahamu ulioenea na ni ufahamu wa makosa ambao utampelekea mtu aingie katika madhambi na afanye jambo ambao kwamba Mwenyezi Mungu ameliharamisha kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala katika kitabu chake, Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighayri al haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun. Unaposema Mwenyezi Mungu amesema kitu fulani na ili hali hakusema, ujue hilo ni haramu na wapata madhambi. Kwa hivyo, ili tujiepushe na haya, tutasahihisha aya kama hii na tutatoa ufahamu ambao kwamba ni sahihi. Mwanzo tusikize hii klipu ya ndugu yetu Dr. Sule. Hicho unaona, kwa mfano huyo aliyesema kitoka Mungu na mtume anafuata Rais Samia, kwa upande mmoja yuko sawa. kwa maana hii Uislamu unasema, waatiu llaha wa atiu ar-rasuli wa ulil minkum mtiini Mungu, mtiini Mtume na mtiini mwenye mamlaka miongoni mwenu. Kwa hiyo kiongozi yoyote mwenye mamlaka anayeongoza kisheria unatakiwa umtii ametuamrisha tutadabbar Qur'an ambao ni maneno yake yaliyomo ndani ya Qur'an ili tusije tukasema maneno ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuyataja ndani ya kitabu chake. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatwambia ndani ya Qur'an, afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, hela, hamuizingatii hii Qur'an yani maneno yake, am ala qulubin aqfaluha, ama katika hizi akili zenu muko na makufuli, hazifahamu chochote, hazifikiri lolote. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuamrisha tutadabbar maneno yake, na wala hakuamrisha watu makhsus, la bali sote, hakuamrisha maswahaba ndio watadabbar Qur'an hakuamrisha tabiina peke yao ndio watadabar Quran la bali, ni sote tumeamrishwa tutadabbar maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wataala. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wataala ndani ya kitabu chake kuna khitabun am na khitabun khas. Nini khitabun am na khitabun khas? Khitabun am ni maneno Mwenyezi Mungu ndani ya Qurani anazungumzia kwa watu wote kuanzia kuteremshwa Qurani ila qiyami saa, hiyo ni khitabun am. Na kisha ndani ya hii Qurani kuna khitabun khas, kuna maneno Mwenyezi Mungu amezungumza kuhusu watu fulani kabisa peke yake, wala sio watu wote ila qiyami saa. Kwa hivyo, hivi ni vitu ni lazima uvipambanue ndani ya Qurani, Sio utukue khitabun khas uiweke kwenye khitabun am, la, itakuwa umekosea, na hapo itakuwa unaingia katika wa antaqulu ala allahi ma la taalamun. Kwa hivyo, tutatoa mifano ya khitabun am na khitabun khas. Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala atuambia ndani ya Qur'an: ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus-siyam. Hii ni khitabun am kutoka iteremshwe Qur'an ila qiyami saa, Mwenyezi Mungu ameamrisha tufunge, kwa hivyo ila qiyami saa hii, Mwenyezi Mungu anazungumza na kila yule mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Mfano mwingine, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an atuambia, ya ayyuhalladhina amanu idha qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu ila akhiril aya hii ni khitabun khas Mwenyezi Mungu anazungumza na qaumu muhammad wale waliokuwa wanakaana mtume muhammad hazungumzi na mimi niliyoko katika karne 21 kwa hivyo hii ni khitabun khas huwezi kuitia kwenye khitabun am Mwenyezi Mungu subhanahu wataala kwenye suratul maida aya ya 44 Mwenyezi Mungu anatuambia inna, inna anzalna taurata fiha hudan wa nuran ila akhir al-aya Mwenyezi Mungu anasema waman lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Hii ni hitabun khas wa laysa am. Mwenyezi Mungu hapa anazungumzia kuhusu ahlu tawrati Mayahudi, waman lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Siwezi kuitukua aya kama hii ni kaitia katika ummatu Muhammad, kwa sababu sisi ummatu Muhammad Mwenyezi Mungu ametuambia kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Na ta'muruna bil ma'ruf, watu wengi wanafikiria ma'ruf ni kuswali, kuamrisha swala, zaka, swaumu na munkar ni kukataza zina. La, la, la abadan, hayazungumzi maneno kama hayo, bali tutaizungumzia hini katika mada nyingine, maana maarufu nini na munkar ni nini tofauti na tulivyofundishwa na tunavyofahamu katika ambao ni ufahamu wa makosa tunaofahamu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sisi ametuamrisha, ametuambia kwamba ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kwa hivyo waman lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Hii ni khaswa kwa ahlut tawrat. Kwa hivyo hii ni khitabun ham, tumeona khitabun khas <coughs> Ambazo mbili ambazo tulizozitaja mifano miwili hiyo ni khitabun khas, ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumzia na watu fulani. Na waman lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun, nayo ni khitabun khas pia, ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumza na ahlu Taurati. Kwa hivyo, tumeona ndani ya Qur'ani kuna khitabun khas na kuna khitabun am.

Kwa hivyo tumeona ndani ya Qur'ani kuna khitabun khas na khitabun am. Tukiangalia sura ambayo kwamba iliyoko sura to Ali Imran aya 32, Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anatwambia, qul atii'u llaha wa atii'u rasul fa in tawallaw fa inna llaha la yuhibbul kafirin. Watu wengi watadhani kwamba hii ni khitabun am, lakini la, hii ni khitabun khas. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema qul, ewe mtume Muhammad atiu llaha wa rasul, atiu llaha wa rasul. Na siku zote unapoona allah wa rasul, yani ma amarahu llah wa balaghahu rasul, yani aloamrisha Mwenyezi Mungu na akayabalighisha mtume metumia, kwa hivyo Mwenyezi Mungu hapa ametumia atakaujue, kwamba Mwenyezi Mungu ametumia wa rasul wa laisa wan nabii. Kuna tofauti ya rasul na nabii, hivi ni vilma viko vi na dalala tofauti, wala si dalala sio moja. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu aliposema qul atiu llaha warasul, yani anamaanisha mtini maamrisho ya Mwenyezi Mungu yale aliowafikilishia mtume. Hiyo ndo maana atiullaha warasul. Popote unapoona Allaha warasul, yani ma amarahu Allah wabalaghahu rasul. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu hapa hii ni khitabun am ambao kwamba anawazungumzia Mwenyezi Mungu anazungumza na kaumu zake, kaumu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala kwenye Suratul Anfal aya ya 20. Nao hii ni khitabun khas. Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu atiiullaha wa rasulahu wala tawallu anhum wa antum tasma'un. Mwenyezi Mungu asema wa antum tasmaun wa tasma. Mimi simsiki Mtume. Kwa hivyo walokuwa wakimsikia Mtume akiongea ni wale qaumu zake alokuwa nao. Mwenyezi Mungu hapa ya ayyuhalladhina atiu Allah wa rasulahu wala tawallaw anhum wa antum tasmaun. Kwa hivyo mimi simsiki Mtume. Mtume ashakufa, kwa hivyo mimi simsiki, hii ni khitabun khas. Kwa hivyo siku zote lazima tuangalie kabla ya kuzungumza ama kutafsiri kitu, ni lazima ujue hii ni khitabun aam ama ni khitabun khas. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia kwenye suratul Maida aya ya 92 asema, wa atiu Allaha wa atiu ar-rasula wahdharu fa in tawallaytum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa anasema wa atii'u Allah wa atii'u Rasul. Hapa hakusema wa atii'u Allah wa Rasul. La, amesema wa atii'u Allah wa atii'u Rasul. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa nini kusema wa atii'u Allah wa atii'u Rasul? Mwanzo hapa Mwenyezi Mungu anatuonesha mwisho wa aya anasema fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Kazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kazi yake ni kubalighisha. Kwa sababu dalala ya kilma rasul ni natiq rasmi bismillah, yani ni mzungumzaji rasmi kwa maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, kama vile kwenye serikali tuko na spokesperson. Yani mzungumzaji wa, uh, kwa niaba ya serikali. Na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalala ya kilma rasul ndani ya Qurani, yani ukikiona kilma rasul ujue Mwenyezi Mungu anazungumzia kwa yule mzungumzaji kwa niaba yake yeye. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema waatiu Allah wa atiu Rasul, yani mtwini Mwenyezi Mungu na mumtwi Mtume. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapotaka kuteremsha aya hateremki yeye kutuambia, bali amechegua mtu naye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba azungumze kwa niaba yake. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anateremsha Qur'ani kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume Muhammad yeye ndio alikuwa akiwasomea qaumu zake, ndio Mwenyezi Mungu akamwambia, akatwambia, waatiu llaha wa atiu wa rasul, yaani Mwenyezi Mungu Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye ndiyo alikuwa akiwaambia kwamba Mwenyezi Mungu ameharamisha hili kwenye aya hii ni Mwenyezi Mungu ameteremsha aya, amehalalisha hili Mwenyezi Mungu, aya kama hii ni yoisoma ile aya Mtume na akiwaambia kwamba Mwenyezi Mungu ameamrisha hili kwa mwenye ame hivyo. Mwenyezi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala amewaamrisha kaumu zake wamtwii Mtume sallallahu alaihi wasallam kila analowaambia katika dini, katika risala, ndo akatumia warasul wa atiiu rasul, yani ina ilaqa na risala kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaamrisha kaumu zake wamtii mtume mtu asemalo, akisema hili ni haram ni haramu, wao watii bila mujadala, bila kujadili chochote. Chochote anachowaamrisha watii, kwa sababu yeye ni mzungumzaji kwa jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ndiyo hata akikosa mtume, na mtume sallallahu alaihi wasallam amekosa, na kwa ushuhuda wa Qur'an mwenyewe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia na Qur'an, na anapokosa mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo la dini, wao ni wafuate. Maswahaba walikuwa ni wafuate hivyo hivyo wa, wao ni kumsikiza Mwenyezi Mungu. Ameamrisha wa mtui mtume kwa hivyo kila analolisema wao ni kutui, hata mtume akikosa, wao hawana lawama. Kwa sababu Mwenyezi Mungu amewaamrisha wamtii mtume. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala akawa anamwambia mtume, istaghfir li dhanbika walil mu'minin. Wakati anapokosa mtume katika jambo la dini, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala amwamrisha mtume ajiombee yeye istighfari na awaombee waumini. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mwenyezi Mungu amewaamrisha wale waumini aliokuwa nao wamsikize lolote atakalolisema. Wa Kwaivu, zimku, mtu mtume, sallam. Kwa hivyo ndo Mwenyezi Mungu akamwambia wastaghfir lidhanbika wa lilmuminin. Kwa hivyo wa atii llaha wa atiu rasul, na wamtwi Mwenyezi Mungu na wamtwi mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu mtume alikuwa yuko hai na yeye ndoo alikuwa akiwasomea Qur'ani. Mimi saa hii si mtwi mtume, mimi namti Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala mubashara Yaani kumtii mtume ni awe yuko hai, ndio ni mtii kwa yale anon, alona, kwa yale anayoniambia ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhana wa taala, lakini mtume amekufa. Kwa hivyo mimi namtii Mwenyezi Mungu mubashara direct kupitia kitabu chake ambacho ni Qur'an. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu subhana subhanah wa Taala, aya hii ni khaswa wala si umum. Mwenyezi Mungu subhana wa Taala <coughs> wakati aliposema ya ayyuha alladhina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasul wa ulil amri minkum, hi hapa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala hazungumzi kuhusu viongozi wa kidunia yani wa nchi. La abadan, kama tunavyofahamu la. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ahkama ayati, Mwenyezi Mungu hakusema wa atii'u ulil amri minkum, la, amesema wa atii'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa kuzungumzia hivi azungumzia kuhusu mtume sallallahu alayhi wasallam, ilikuwa wakati anapoteremshwa wahyi, anapoteremshwa aya za Qur'ani, maamrisho na makatazo, mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiweka kundi, akikusanya kundi la watu ili kuwatuma kwenda nchi nyingine ama miji mengine kubalighisha yale maneno ya, ya Mwenyezi Mungu. Yaani kwenda kuwaambia kwamba kuna mtume, Mwenyezi Mungu amemtumilia, amemteremsha mtume na akamteremshia kitabu, na kitabu chenyewe kinaamrisha mambo haya na kinakataza mambo haya. Kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam, lile kundi alikuwa akitegua amiri, anachagua kiongozi katika lile kundi, kisha mtume sallallahu alaihi wasallam humwambia yule, yule kiongozi wa lile kundi kwamba unapokwenda huko yani, humpa wasia akimwambia, unapokwenda huko musipige watu ama msiuwe watu, musifanye uadui kwa yule mtu yoyote ambaye kwamba hajakufanyia uadui, na wala yule ambaye kwamba atakataa mwito kama huo, muacheni basi. Akikubali kufuata afuate, akikataa kutofuata, wachaneni naye, musimpige, musifanye lolote. Haya ni maneno mtume alikuwa akiyasema akimwambia yule kiongozi na maneno kama haya hayatoki kwake yeye mtume sallallahu alaihi wasallam anayokataza, bali yatoka kwa Mwenyezi Mungu subhana wa subhanahu wataala. Mwenyezi Mungu subhanahu wataala tuambie, waqatilu fi sabili llahi alladhina yuqatilunakum wa la ta ta'tadu. Kwa hivyo ni maneno yatoka kwa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Sasa alikuwa akienda lile jeshi likienda na kiongozi wake ambao ni Saria anayoituma ilikuwa ikienda na yule kiongozi. Ikiwa wanafanya jambo lolote ambalo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa aliomkataza kwamba wasiafanye, yule kiongozi alikuwa akiwakataza akiwaambia, la, hilo msifanye, fuateni amri rasul. Yani kuna watu walikuwa hawafuati, hawataki kusikia maneno ya yule kiongozi, lakini alikuwa akiwaambia amru rasul, yani haya ni maneno kutoka kwa mtume.

Kutuonesha namna walivyokuwa wale maswahaba sema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mulowamini idha dharabtum fi sabilillahi, yani mkitoka kwenda miji mengine fi sabilillahi katika tabligh, fatabayanu, yani bainisheni, wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'minan, yani Mwenyezi Mungu asema kwamba yani, yule mtakaokwenda mkamwambie Mwenyezi Mungu ameteremsha Qur'ani na kuna mtume, kwa hivyo mfuateni mtume wanapokwambia kwamba wala taqulu liman alqa ilaykum salama lasta mu'mina, yani, mtu anapokwambia kwamba la la la, mi sitaki kumfuata huyo mtume wenu, wala sitaki kufuata kitabu chenu, msiseme kwamba huyu si mumin mumpige vita. La la la, wala taqulu liman alqa ilaykum salama lasta, yani hakukupiga vita yeye, amekataa tu hilo jambo, bwana, mimi siyataki ya mambo yenu la, lasta mu'mina, usiseme kwamba e, si mu'min tabtaguna aradha alhayati dunya, yani munataka hayo mali yao kuwapokonya mali yao, kwa sababu walikuwa wakiwapokonya yule asiotaka kuingia katika uislamu walikuwa wakiwapokonya mali na kuwaua. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anaambia tabtaguna aradha alhayati dunya, munataka hivyo vitu vya duniani, fa inda allahi maghaniman kathira, kwa Mwenyezi Mungu munapepo, nimewaandalia nyinyi, wacheni na hayo, kadhalika kuntum min qablu famanallahu alaykum Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala waambia hata nyinyi kabla mulikuwa ni makafiri, mulikuwa ni mushrik. Hakuna mtu aliyokuja akawalazimisha kuingia katika Uislamu akawapokonya mali yenu ili muingie katika Uislamu. La, la, la abadan, muliingia nyinyi kwa ridhaa zenu. Kwa hivyo, na hawa wacheni waingie katika dini kwa ridhaa zao, sio kwa kuwalazimisha na kuwapiga na kuwapokonya mali kwa jina la kusema kwamba hawa ni makafiri. La abadan. Kwa hivyo haya ni maneno ambayo kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimwambia kiongozi ili awatahadharishe wale kundi ambalo kwamba alokwenda nalo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala ndo akasema, <coughs> ya ayuha alladhina amanu atii'u Allaha wa atii'u rasul. Haya maneno aliyosema mtume kuwakataza yatoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo waatiu llaha wa atiu rasul wa, wa ulil amri minkum, na wale viongozi ambao kwamba walotumwa e, katika ile saria, kwa sababu yale unapotii maneno yale ya kiongozi, ndio umetii maneno ya mtume, kwa sababu sio maneno ya kiongozi, bali ni maneno amepewa na mtume sallallahu alaihi wasallam, na yale maneno aliyosema ya mtume kumwambia kiongozi yatoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Ndio Mwenyezi Mungu akasema, ya ayyuhalladhina man amanu atiu llaha waatiu rasul wa ulil amri minkum. Mwenyezi Mungu hawezi kabisa kusema wa atiu ulil amri, la abadan, kwa sababu Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala hapa anazungumzia kuhusu dini wala hazungumzii kuhusu uongozi wa kidunia wa nchi kama tulivyosikia ufahamu wa ndugu yetu. La abadan, Mwenyezi Mungu hapa anazungumzia kuhusu dini na hazungumzii kabisa kuhusu masala ya kidunia, na huu ufahamu ni ufahamu ambao kwamba uloletwa ufahamu wa makosa ni ufahamu ulowekwa na walopita Daulatu Umawiya na Daulatu Abasia kwa madhumuni ya, ya wao kufuatwa. Yani hufahamu wameuleta ili wao wakubaliwe ule uongozi wao yani hata kama ni waovu na ndio zikatungwa hadithi, na hizi hadithi ni za urongo, amesingiziwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi kama hizi ziko kwenye sahihi Muslim, Tabrani na Hakim na wengineo. Hadithi yenyewe inasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, amesema kuhusu viongozi isma wa atwi wa indhuriba wa dhahruk wa ukhidha maluk. Yani mtume ati mtume anasema mtume hakusema maneno kwamba ausawamba tuatii viongozi, yani viongozi wa kidunia tuwatwii na tuwasikilize, wanaoyasema waindhuriba dhahruka, hata akikupiga mgongo wako na akachukua mali yako. Na kwenye riwaya nyingine wain kana dhaliman, hata kama ni dhalimu huyo kiongozi, wewe saman watwaan, yani usikize na utwii, ambao haya ni maneno mtume sallallahu alaihi wasallam hawezi kuyasema. Na ndio ukaja ufahamu hunu, wakatukua aya kama hini, wakatuletea ufahamu wakaitia katika viongozi wa kidunia kwamba waatiu rasula wa ulil amri minkum, lakini Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, hasha lillah, hazungumzii kuhusu viongozi wa dunia katika aya kama hii, bali anazungumzia kuhusu watwii yale maamrisho aloyasema mtume sallallahu alaihi wasallam, yani watwii wale viongozi kwa